Kituo kinachofuata ya safari yangu ni Ubelgiji. Namo mwaka 1916 Wabelgiji walichukua udhibiti wa utawala kikoloni nchini Rwanda kutoka kwa Wajerumani wakati wa vita vikuu vya kwanza vya dunia. Mfalme Musinga aliwatoa wanajeshi 1000 wa Rwanda kwa Wajerumani ili kupigana na Wabelgiji, lakini Wabelgiji walishinda vita hivyo na kuchukua udhibiti wa Rwanda chini ya mamlaka ya Shirikisho la Mataifa. Walimweka Musinga kama mfalme, lakini walimpokonya karibu mamlaka yote. Kwa utaratibu, waliongeza gawanyiko kati ya Watutsi na Wahutu kulingana na hadithi ya Wahamiti ambayo Wajerumani waliileta Rwanda. Reclaiming History. watu milioni moja waliuawa ndani ya siku mia moja tu. Wazazi wangu na sehemu kubwa ya familia yangu waliuawa. Niko katika safari ya kujua mizizi ya wakoloni wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watutsi nchini Rwanda. Naitwa Samuel Ishimwe, mimi ni mtayarishaji wa filamu. Dantes Singiza mwanahistoria wa Rwanda anatafiti nchini Ubelgiji kuhusu utawala wa kikoloni nchini Rwanda. Je, ni kweli Watutsi ndio waliowakandamiza Wahutu? Waliohusika haswa kuondoa Wahutu madarakani na kupata mema ya nchi hawakuwa viongozi wa Watutsi au mfalme wa Rwanda.

Dantes ananionyesha nyaraka kutoka kwa utawala wa kikoloni zinazothibitisha jinsi Wabelgiji walivyoingiza siasa za kikabila nchini Rwanda. Kwanza waliwapendelea Watutsi na kuwatenga Wahutu. Kuanzia mwaka 1928 na kuendelea, ni Watutsi pekee walioweza kuwa machifu. Machifu wote wa Kihutu waliondolewa na kuwekwa Watutsi. Najua tunahusika pakubwa kama Wanyarwanda katika kuchukiana kufika kwenye mauaji ya kimbari. Tulifanya hivyo, tulifanya hivyo kwa mauaji ya kimbari. Sisi Wanyarwanda tulifanya hivyo, hakuna mtu mwingine aliyekuja kuifanya. Lakini chuki na itikadi ya chuki ni wazo ambalo lilijengwa na kukuzwa haswa wakati wa ukoloni wa Ubelgiji. Nataka sana kujionea mwenyewe jinsi ilivyo kweli na kuona kama ninaweza kuwa na imani kwangu mwenyewe kwamba hili ni jambo ambalo liliwekwa na kuwafanya watu wagombane wenyewe kwa wenyewe, kuwagawa na kuwatawala kama watu wanavyoliita. mkusanyiko wa nyaraka za miaka ya 1920 ambazo Dantes alituonyesha, kuna mawasiliano kati ya mkazi na msimamizi wa kikoloni wakizungumza kuhusu chifu ambaye wanapaswa kumwondoa kwa sababu yeye ni Mhutu. Hiyo ilikuwa katika miaka ya 1920. Kwa sababu hana akili, tunapaswa kuchukua nafasi yake na kumpa Mtutsi. Kwa hivyo huu ndio wakati ambapo kwa kweli walibadilisha njia ya kitamaduni iliyokuwa ikitumika kuitawala Rwanda. Mnamo mwaka 1931 Wabelgiji walimwondoa mfalme Musinga, ambaye alikataa kubatizwa na kufanya kazi karibu na Wabelgiji. Mtoto wake wa kiume alichukua nafasi yake hapa kuna mkusanyiko wa nyaraka kuhusu kuondolewa kwa Musinga. Mtoto wake wa kiume ambaye anakuwa mfalme baada yake anazungumza kifaransa kizuri na anazidi kuwa karibu na wazungu kuliko baba yake, hivyo yeye ni mtu mzuri wa kuchukua nafasi ya baba yake. in 1932, mnamo mwaka 1932, Ubelgiji ilianzisha kitambulisho ambacho kiliimarisha mgawanyiko wa makabila. Kuanzia sasa mtakuwa na makabila ya kudumu ya Watutsi, Wahutu au Watwa. Lilikuwa ni jambo lenye nguvu. Musinga aliweza kumfanya mtu kutoka kuwa mhutu hadi awe Mtutsi. Lilikuwa jambo la kugusa moyo. Sasa ukiwa na kitambulisho, huwezi kubadilisha tena kabila. Katika ramani hii wanaonyesha Wahutu kana kwamba wanaishi tofauti na Watutsi. Upuzi mtupu, complete nonsense. Ninaangalia jumba la makumbusho la Afrika huko Tervuren, ambalo lilikuwa maonyesho ya ukoloni wa Ubelgiji. Leo wanataka kubadilisha na kuwa kituo cha kuwasiliana na kubadilishana mawazo na yaliyokuwa makoloni ya Rwanda, Kongo na Burundi. Leopold wa Pili alijenga jengo hili na alihitaji chombo hiki cha propaganda za kikoloni ili kufikisha ujumbe huu kwa umma wa Ubelgiji kwamba kila kitu kiko sawa na kwamba Ubelgiji inaleta maendeleo na ustara. Je, watu wanajua upande wa kihistoria kuhusu mwagaji damu kama vile masharti ya umma, au unadhani kuna haja ya kufanya zaidi? Na ikiwa kuna haja ya kufanya zaidi, unafikiri kuna kukubalika kwa mabadiliko hayo, kujua haya yote yalitoka wapi? Propaganda ya kikoloni na makumbusho ya Tervuren vilisaidia kuweka taswira nzuri ya koloni hilo. Kwa hivyo hii ilifichwa kwa muda mrefu kutoka kwa umma, na nadhani ilibadilika sana katika miaka ya themanini, lakini bado kuna kazi nyingi ya kufanywa, kwa sababu vizazi vipya pia vinahitaji kufahamishwa kuhusu hili. Tunazungumza juu ya mauaji ya kimbari nchini Rwanda, tunazungumza juu ya mauaji ya kimbari huko Sarajevo, lakini hatuzungumzi mauaji ya kimbari huko Kongo wakati wa utawala wa Leopold wa pili. Neno hili daima linaepukwa. kitembelea hapa utajifunza nini hakuna kitu ikiwa hujui chochote kuhusu Rwanda hakuna kitu ambacho unaweza kujifunza hapa mbali na kuona video ya dakika moja ya mfalme wa Ubelgiji akitembelea Rwanda akisema hamjambo na kisha unaona magazeti machache ya miaka ya 1950 hakuna chochote kinachozungumza kuhusu sera ya ubaguzi ambayo Ubelgiji iliweka nchini Rwanda kwa hivyo haifundishi chochote ni kama tu katika chumba cha kulala wakati una mabango ambayo hayafundishi chochote. Wakati huo huo, chini kwenye jumba la makumbusho, msanii wa Burundi anapanga maonyesho mapya ambayo yanathibitisha jinsi inavyowezekana kukabiliana na yaliyotokea siku za nyuma. Kuna maelfu ya picha kwenye nyumba la makumbusho, picha zilizopigwa Afrika hasa Kongo, Rwanda na Burundi. Na mradi wangu unaitwa jina langu siyo mtu yeyote. Jina langu sio mtu yeyote. Because, uh, No African name. Ndiyo, kwa sababu nikitazama picha nilizozipata hakuna mwafrika aliyekuwa na jina kwenye picha hizo. Wapiga picha walikuwa wanaamua ni watu gani waliokuwa mbele yao. Tulionyeshwa au kupewa vitambulisho, Watutsi ni warefu sana, mbilikimo ni Wabantu, na hivi au vile. Na hayo ndiyo maneno unayopata leo kwenye Twitter au mtandaoni, watu wanaohitimu wenyewe kama ilivyoamuliwa kwenye picha hizi Jinsi dhana potofu zilivyogeuka kuwa ukweli, hiyo ndiyo kazi yangu ya kisanii lakini, wakati huu si kupiga picha. Nilichukua picha kutoka kwa jumba la makumbusho. Sasa nitawaonyesha kwa kutumia maneno haya kuonyesha jinsi maelezo ya watu yalivyokuwa ya kipuuzi uh, mojawapo ya miradi uliyofanya kabla ya huu makabila ya muzungu ulikuwa kama kubadilisha majukumu. Makabila ya muzungu ni hadithi ambayo inazungumzia maabara ya miaka 1970 ya watu weusi na weupe ilioanzishwa huko Brussels na watu wanaiamini. Huwa tunaona picha za wazungu nchini Rwanda wakiwapima wanyarwanda kwa njia fulani. Katika taswira inaonekana kama jambo la kawaida, lakini unapomwona mzungu akipimwa unafikiri lo, ngoja kidogo, kuna kitu kibaya sana hapa. Kusema kweli, huo ndio ulikuwa mwitikio wa umma. Kuugusa mwili wa mtu mweupe, kama ilivyo hadi leo, bado ni jambo la kushangaza. Yote ni juu ya kile tunachozungumza, hadithi ya matatizo ya kikabila, mauaji ya kimbari na mengineyo, yalitokana na habari za uongo ambazo watu waliamini, na ilikwenda mbali zaidi kwamba waliua kila mmoja, na watu wengine bado wanafikiri kwamba watu ni tofauti mjini Brussels ninapata hisia kwamba Ubelgiji bado ina shida kukabiliana na historia yake. Mnamo mwaka 2020 tume maalum ya bunge iliundwa ili kuangazia ukoloni wa Ubelgiji miaka ya nyuma. Baada ya miaka miwili na nusu, ilisambaratika na kuondolewa mapendekezo yake yote. Hapakuwa na makubaliano ya kisiasa ya kuwaomba radhi waathiriwa. Na kutana na vota different aliyeongoza tume hiyo Who led the Many... nadhani katika nchi nyingi kuomba radhi ni kitendo cha kujidunisha, na hivyo kwa kweli unapaswa kuwa jasiri ili kuomba msamaha. Na kwa vyama vingi vya siasa nchini Ubelgiji kuomba msamaha ni jambo la kimantiki. Kwangu mimi kwa mfano, siku zote nilikuwa naunga mkono kuomba msamaha rasmi. Apology. But there was pressure from... lakini kulikuwa na shinikizo kutoka kwa marais wa vyama vya siasa nchini Ubelgiji pia kutoka kwa utawala wa kifalme nchini Ubelgiji. Baadhi um, so well, some... ya vyama vya siasa ambavyo awali vilikubali kuomba radhi rasmi viliacha kuunga mkono hilo, that meant that... na hiyo ilimaanisha kuwa tume haikufikia mwisho uh, uh, During your commission... wakati wa utafiti wako wa tume kuhusu ukoloni wa zamani wa Ubelgiji kuhusiana na Rwanda, ni matokeo gani ambayo yalikuwa ya kushangaza au ya kuvutia zaidi kwako ambayo uligundua? Nam, kwa ujumbe wa tume ni wazi kabisa kwamba Ubelgiji ilikuwa na jukumu la kuweka wazi zaidi tofauti za rangi na asili ya ukabila wa watu wanaoishi Rwanda wakati huo, Wahutu, Watutsi na Watwa. Uh, hadi mwishoni mwa miaka ya 1950, mwana anthropolojia wa Ubelgiji Jean Hyan Rox alikuwa akiwapima Wanyarwanda ili kuthibitisha kuwa wao ni makabila tofauti. Wakati huo uongozi wa Watutsi nchini Rwanda uliitaka Ubelgiji kukomesha utawala wake wa kikoloni. Ubelgiji ilipinga dhidi ya tuseme, uwasi wa kizalendo wa wasomi wa Kitutsi tu nchini Rwanda wakati huo, na wakaanza kubaguana, na wakaanza tuseme, kuwaunga mkono wa Hutu kule Rwanda Um, you know, the... kwa masilahi yao wenyewe kama mtawala wa kikoloni. Mnamo mwaka 1959, Grigory Kaibanda mzalendo wa Kihutu aliongoza kile alichokiita mapinduzi ya Wahutu, iliishia katika ghasia ambazo ziliwahamisha zaidi ya Watutsi laki moja katika nchi jirani. Mnamo mwaka 1961, utawala wa kifalme wa Watutsi ulikomeshwa baada ya kura ya maoni. Rwanda ikawa jamhuri yenye Wahutu na ilipata uhuru wake kwa Ubelgiji mwaka 1962. Kaibanda akawa rais wa kwanza. Serikali yake iliwatenga Watutsi katika mamlaka yoyote ya kisiasa na kijeshi. Na bila shaka mizizi ya migogoro ya kikabila iliyosababisha mauaji ya kimbari nchini Rwanda ilikuwa kwa kiasi fulani katika utawala wa kikoloni wa Ubelgiji nchini Rwanda. Mwaka 1973 Kaibanda aliondolewa madarakani na mkuu wake wa jeshi Jenerali Juvenal Habyarimana, ambaye aliahidi amani kwa Watutsi walio wachache, lakini badala yake aliwatenga Watutsi hata zaidi katika elimu na utumishi wa umma. Idadi ya wa wakimbizi wa Kitutsi katika nchi jirani ilikuwa ikiongezeka, na Habyarimana alikataa haki yao ya kurudi nyumbani. Kuanzia uhuru mwaka 1962 hadi mauaji ya kimbari dhidi ya wa Watutsi mwaka 1994, serikali ya Rwanda iliweka makabila ya wa Wahutu Watutsi na Watwa kwenye vitambulisho na nyaraka nyingine nyingi rasmi. Katika sehemu ya sita nitarejea Rwanda kufahamu jinsi Wanyarwanda wanavyoishi pamoja sasa: waathiriwa, wahalifu na walioshuhudia. Kwa kujua kwamba mgawanyiko huo ulianza wakati wa ukoloni, nataka kuelewa jinsi majiraha ya mauaji ya kimbari yanaweza kuponywa na Wanyarwanda wanavyoweza kuboresha mustakabali wao In the